Wizara ya Viwanda na Biashara, leo tumeanza rasmi uzinduzi wa maadhimisho ya miaka kumi ya kiwanda chetu hiki cha viuadudu hapa Kibaha. Kwa hakika ni siku muhimu, kwa hakika ni siku ambayo inaonyesha mafanikio makubwa ndani sio tu ya sekta ya viwanda katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini tunasherehekea mafanikio makubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kutupatia watanzania. Mengi yamezungumzwa katika taarifa mbalimbali za kiwanda zilizotolewa. Lakini nipende kurudia taarifa moja muhimu. Leo tunatimiza miaka kumi. Kwa miaka sita ya kwanza jumla ya fedha zilizoingia kwenye hiki kiwanda ilikuwa ni bilioni moja na bilioni moja na nusu. Lakini kwa miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha kwenye kiwanda hiki bilioni kumi na moja na nusu. Hiyo utaona kwa miaka sita bilioni moja, lakini kwa miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan bilioni kumi na moja. La kwanza. La pili, kwenye bajeti ya mwaka huu peke yake kiwanda hiki kimetengewa jumla ya bilioni kumi. Manake unaweza kwa haraka haraka ukasema miaka sita ya bilioni moja nukta tano ni sawasawa na bilioni kumi kwa mwaka mmoja wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mafanikio makubwa, ni nia ya dhati na anaonyesha kwa vitendo kukinyanyua hiki kiwanda, kukijali hiki kiwanda, kunyanyua sekta ya viwanda ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamira ilikuwa ni kuzalisha dawa za kuua viuatilifu, viuadudu, dawa ya kuua viuadudu ambao walikuwa wanakwenda kuathiri na kueneza magonjwa ya malaria. Mpaka sasa tayari tumeshaanza kuzalisha aina tatu ya bidhaa tofauti tofauti ndani ya hiki kipindi cha miaka kumi. Mikakati yetu muda mchache ujao tuweze kuzalisha bidhaa nyingi zaidi zinazotokana na kiwanda hiki, na kama mnavyofahamu bidhaa zinazotoka hapa ni kwa asilimia mia moja ni organic, kwa hiyo zinakwenda kuboresha maisha ya Watanzania. Na bidhaa hizi, nikianzia hizi za viwadudu, zimeweza kusambazwa nchi nzima na nchi nzima imeweza kuzinunua na inaenda kuzitumia katika kutokomeza maradhi ya malaria. Mheshimiwa Mjenerali, rasmi nikupongeze. Uh, wewe pia nafikiri kwenye hiki kiwanda kama kumbukumbu kumbu zangu ziko vizuri, hii ni mara ya tatu au ya nne tunakutana kwenye kiwanda hiki, na kwa msisitizo mkubwa kwamba lazima uwepo, lazima Wizara ya Afya iwepo kwa sababu kuna mengi tuliyoyapitia, nataki kuyarudia, lakini ni vizuri historia ikakaa vizuri. Kwa hiyo nakushukuru sana katibu mkuu na nikupongeze sana kwa sababu wewe umekuwa ni chachu ya haya mafanikio ya kiwanda hiki ambacho leo wanaadhimisha miaka kumi ya kwa. Kinawezekana kuna makatibu kuwa wengine wa viwanda na biashara wamepita wamefanya kazi yao, lakini katika msisitizo, nimekaa wizarani miaka saba nimekaa MSD miaka kumi na moja na miaka kama ishirini kwenye utumishi, nimeanza kuja kwenye kiwanda kwa msisitizo mkubwa baada ya katibu mkuu Dr. Hashil Kisimama kila siku. A lazima niliseme nilisenye nisije nikaliacha wazi. Hongera sana katibu mkuu. Tuna tabia ya kusifia watu wakiondoka, lakini tusifie katibu mkuu. Lengo kubwa la hiki jiwania ni kuhakikisha kwamba tunaungano malaria ondoa malaria chini a mwaka elfu mbili na thelathini malaria yanaisha. Lakini pia kwa sababu mitambo yake ni ya kisasa, ina uwezo eh, wa kuzalisha bidhaa nyingine zaidi ya hiyo ambayo ni bidhaa kubwa ambayo ilikuwa imekusudiwa, basi tumeanza kuzalisha na bidhaa nyingine ili kuhakikisha kwamba e, kiwanda kinatumika vizuri, lakini kubwa sana ni kuhakikisha Watanzania na watumiaji wa hizi bidhaa nanao ni kweli e, sasa hivi tumeweza kusambaza dawa halmashauri zote na e, makeo yake kwenye malaria inaonekana, lakini sio malaria tu, magonjwa mengine. Hiyo tunaongelea malaria, lakini hizi dawa hapa zinaua wote mm.